Okay. Asante sana, nashukuru na nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo, na ambacho kimenifurahisha sana sana ni Profesa Elisha, katika mazungumzo yake pia amegusia swala zima la kuwa na uongozi shirikishi. Mara nyingi haya maswala ya ujumuishwaji wa makundi maalum, wanawake, vijana, watu wenye ulemavu, yanaongelewaga sana sana na makundi hayo woga, hayatokei kwenye mainstream conversation kwa hiyo nimefurahi kwamba at least tumeweza umeweza kuigusia na ni wakati ambapo Tanzania kwa wakati huu tupo kwenye kipindi ambacho ni cha kihistoria kidogo sana sana, ukizingatia masuala ya ujumuishwaji na ushirikishwaji katika nafasi za siasa. Miili yetu miwili at least 30%, lakini tume ya uchaguzi wanasema walipokea maelekezo na vimeongezwa mpaka 40% kuwa mia na tatu sasa hivi iko mia kumi na tatu kwa hiyo ina maana kusingekuwa na hivyo viti mia na kumi na tatu vya viti maalum kuna wanawake ishirini na saba tu bungeni na ukija sasa kwenye maswala ambayo ninaona ni maswala mazuri kuyazungumza au maswala muhimu kuyazungumza tunavyoelekea wakati wa uchaguzi kwenye maswala mazito ya ujumuishi kwanza kabisa mimi nimetoka kwenye kundi la ujana mwaka, mwaka jana kisera lakini uh, vijana nikizungumza nao wanasema kwamba hii siri suala la kuwa tunaweza kupiga kura miaka kumi na nane lakini tunatakiwa tugombee udiwani na ubunge tukiwa na miaka ishirini na moja na urais tukiwa na miaka arobaini hili ni suala ambalo linawanyima vijana fursa kwa sababu nchi zingine kulikuwa kuna kampeni kwa mfano kuna kampeni ile Nigeria not too young to run ambapo iliweza kupunguza umri wa kugombea mpaka miaka kumi na nane kwa hiyo ukificha miaka kumi na nane unaruhusiwa kugombea vyovyote unachotaka, ugombee udiwani, ugombee ubunge, ugombee urais, wananchi wanaokupigia kura ndio wataamua. Kwa hiyo vijana wanasema huu umri, kumi na nane unapiga kura, ishirini na moja unagombea ubunge na udiwani, arobaini unagombea urais, hili ni swala ambalo ni discriminatory. Na ya pili ni kwamba vijana sanasana sana ambao wanaishi nje ya nchi ambao ni wengi. Vijana wengi ndio wanapenda kukimbia nchini kwao, wanakwenda mahali pengine, wanaishi nje, nje za nchi wangetamani nao waweze kupiga kura, lakini mpaka sasa hivi hawawezi kupiga kura na Florence ame, ameliongelea. Kwa hiyo pia hilo ni swala la kisheria na ni swala ambalo linawaathiri vijana wa kike na wa kiume, lakini pia kuna hili swala zima la wafungwa ambalo sasa hivi wanaweza kupiga kura, lakini sasa wanaweza kupiga kura kwa mazingira ambayo hayaangaliwi wanaweza wakapiga kura wafungwa lakini hakuna waangalizi wala hakuna mawakala. Kwa hiyo haki yako unapewa hivi alafu inachukuliwa kwa upande mwingine. Kwa sababu hiyo inatoa fursa ama mianya ya kutokuwepo na uaminifu kwenye uchaguzi. Lakini swala lingine ambalo vijana wanalizungumzia ni swala zima la vijana ambao wanasoma vyuo vikuu. Kwamba wakati wa kujiandikisha wanakuwa wapo maeneo labda ya vyuo wanajiandikisha, wakati wa kupiga kura wanakuwa wamerudi nyumbani. Kwa hiyo huko wanakuwa wanaweza labda kumpigia rais peke yake, wanakuwa hawawezi kuwapigia wale wengine. Wakitaka warudi wakapigia waka kule ambako wamejiandikisha, ambapo wanakuwa uh, nauli inakuwa ni shida, lakini pia na muda na, na logistically inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ni swala pengine pia wanalizungumzia, na swala zima la mgombea binafsi pia linaathiri vijana kwa sababu ukiwa una alternative way ya kushiriki katika uchaguzi uh, unatoa mwanya mpana kwa vijana uh, watu wenye ulemavu na wanawake kugombea. Kwa hiyo hili na lenyewe ni swala ambalo linawaathiri pia vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Lakini pia hii election deposit dhamana ambayo inatakiwa iwekwe, ukiwa hujaridhika na uchaguzi unatakiwa uh, uweke hiyo dhamana milioni tano na unataka uunganishe watu wengi kwenye kesi kwa kama unaunganisha una watu wengi kwenye kesi, unaweza kujikuta unatakiwa una milioni 20 au 30 ili uweze kufungua kesi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawadidimiza wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kushiriki kwenye uchaguzi, sababu unajua kwenye uchaguzi kama huu, nisiporidhika kwenda kudai haki yangu itakuwa gharama. Lakini kitu kingine kabisa ni swala zima la viti maalum. Kwa hiyo vijana na watu wenye ulemavu wanasema, kwa mlipita hapa kimesema kwamba miaka kumi inayokuja wata, wata kutakuwa kuna ukomo wa vipindi viwili vya viti maalum lakini hiyo sio mara ya kwanza wao kusema hivyo. Kwa hiyo tunategemea tu kwamba ikifika hiyo mwaka elfu mbili na thelathini na tano itaweza kumaterialize kwa sababu walishasema hivyo hivyo mwaka elfu mbili na tano kisoma minti zao za mwaka elfu mbili na tano waliazimia kwamba ikifika mwaka elfu mbili na kumi na tano kutakuwa kuna ukomo wa vipindi viwili vya viti maalum lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo ukomo, kwa nini ni muhimu? Kwa sababu vitu maalum uh, inadondokea kwenye kitu kitaalamu tunaita affirmative action, ambapo affirmative action pia inadondokea kwenye neno lingine tunaita temporary temporary special measures. Kwa temporary special measures, natakiwa ziwe temporary, na wale wanaoholdi hivyo vitu wanabidi waviholdi temporarily ili kutoa mwanya kwa watu wengi kunufaika na vitu maalum, kujifunza masuala ya kisiasa, kupata mitandao ya kisiasa, kupata fedha ili wakagombee kwenye majimbo au kwenye, au kwenye kata. Kwa hiyo sio kwamba ukiwa ukipata kitu maalum leo ukajua tu namna ya ku ya navigate kwenye wingi yako ya wanawake na kwenye chama chako, basi unaweza kukaa miaka thelathini, unakuwa unawanyima fursa vijana wanaotaka nao kutumia mwanya huo kujifunza, eh, kutumia hiyo fursa. Kwa hiyo kuna hilo swala, lakini swala lingine la viti maalum ni kile kifungu namba 81 uh, cha katiba. Ibara namba 81 ya katiba inazungumza kwamba tume inatakiwa itengeneze kanuni zinazofaa kuteua wanawake viti maalum. Lakini tume haijai kufanya hivyo na ndio maana hata hii kesi ya wanawake 19 wa Chadema, moja kati ya sababu ya kwa nini kesi hii imekuja na tupo nayo ni kwa sababu kila chama kina utaratibu wake wa kuchagua wanawake viti maalum na haitakiwi kuwa hivyo. Vyama vinabidi viwe guided kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinatakiwa viwanufaishe wanawake. Kwa hiyo lazima kuweko na utaratibu ili kuweza kuepuka wanawake wasiwe abused in cause of getting into special seats. Kwa hiyo hilo ni swala lenye ambalo linabidi liangaliwe. Lakini kitu kingine ni mfumo wa uchaguzi. Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wanaweza kuchaguliwa zaidi kwenye mfumo wa uchaguzi wa uwakilishi wenye usawa, ama kitaalamu wanaita proportional representation kuliko huu mfumo unaoita mshindi anapata zote first past the post. Kwa hiyo kwa sababu ya first past the post, ina maana ni kama, kama vyama vipo kumi na tisa jimbo liko moja kuwasimamisha wagombea wanaume. Kwa hiyo sio mfumo ambao ni rafiki kwa wanawake. Kwa hiyo mfumo ambao uko rafiki ni huu unaitwa zebra, uh, zebra inaitwa proportional representation with zebra approach. Kwa hiyo kuna kuwa kuna party list na majina yanakuwa yamekuwa alternated, na nakubaliana na wale waliosema kwamba tunaweza tukabadili mfumo wa uchaguzi hata kabla ya, uh, Oktoba haijafika. Nilipatika kwenda kuangalia uchaguzi Sierra Leone mwaka jana, walibadilisha mfumo wa uchaguzi kutoka first past the post kwenda proportional representation three months before the elections na uchaguzi ulifanyika. Na sheria pia walibadilisha hivyo hivyo mpaka kuintroduce 30% ya wanawake as a quota system kwenye mfumo wao wa uchaguzi ambao haukuwepo na iliwezekana kufanyika in three months. Uh, kitu kingine ambacho tutakiongelea pia ni kuhusiana na ukatili wa kijinsia wakati wa uchaguzi. Tanzania imekuwa nchi ya kwanza moja kati ya nchi za kwanza kwanza barani Afrika kuweza kuwa na kifungu maalum, kifungu namba 135 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, kinazungumzia na kinakataza na kinafanya kuwa ni kosa masuala ya ukatili wa kijinsia wakati wa uchaguzi. Lakini kabla hata kifungu hicho hakija, kifungu hicho kimepita, hiyo sheria imepita mwaka jana na hicho kifungu ni kipya. Kwa hiyo, lakini ukiangalia na tukiwa tunaongelea ukatili wa kijinsia uh, wakati wa, wa uchaguzi hatuongelei tu ule wakati wa kampeni, tunaongelea kwenye election cycle yote, yote. Kwa hiyo kwa mfano sasa hivi umeona wafuasi wa Chadema wameenda mahakamani, wanawake pale wametoa testimonies namna ambavyo wamekuwa wamekuwa wamepigwa wame, wame. Kwa hiyo hiyo ni violence against women in elections. Kwa hiyo ni ni Uh, ni feeling ambayo sio nzuri sana kwamba mmeweka tu kifungo ambacho kinapingana na hicho kitu, alafu yanatokea matukio ambayo yana ya na confirm uh, hivyo vitu. Namalizia kwa swala zima la watu wenye ulemavu. Mambo makuu ambayo tuna uh, tukifanya tafiti tunasikia wakisema ni kama nilivyozungumzia, swala la kwanza hakuna viti maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu, lakini pia namna ambavyo wakati wa uchaguzi ni wakati jana, kama mtaona, Victoria yuko baada ya lunch, lakini ameongea amebaki Deusi, akiongea Deusi tufanye plenary, tukitoka plenary tukale, tukila tuweze kuondoka. Wangapi wanakubaliana na mimi? Hapana, wote sasa ndio. <laughs> <laughs> Umeona shida ya chaguzi zetu eh? Zinaharibikia hapa hapa, anaisema wote, na maana anasema kwa niaba ya wengine. Haya, wangapi wanapingana na mimi? Haya. Sasa naomba nimkaribishe Deus aje aongee ya, lakini kuna mmoja ukoongea, wapiga kura wengi ni wanawake, kwa population census iliyopo, wanawake eh, ni wengi kuliko wanaume. Sasa sasa, mkiamua kutuchagulia mtu yeyote, mkiungana, nguvu yenu ni kubwa, never underestimate the power of women, lakini kuwaunganisha ndio changamoto. Leticia, naomba tusaidie hapo. Asante. <laughs> karibu Deus.